Sasa hivi karibuni tuliona NASA wakitesti jeti yao kwa jina la X-59 Quest, the quiet supersonic aircraft. Sasa kama jina la hii jet linavyosema itakuwa na uwezo ya kufika speed hadi mara 1.4 zaidi ya speed ya sauti bila kutoa kelele nyingi ambazo huwa zinawabuguzi watu, na ndiyo maana serikali nyingi duniani zimepiga marufuku ndege kupaa kwa hii speed huku zikiwa zinapita kwenye makazi ya watu. Leo tunakwenda kuangalia hii science ya sonic boom kwa nini natokea na mwisho tutaona NASA wamewezaje kudesign ndege ambayo itaweza kupunguza hii sauti huku ikiwa inapaa kwa speed ya supersonic. Mambo vipi internet, karibu Maxtech TV, hii ni playlist ya Tech in 8, nayojaribu huku ni kifeli vibaya sana kuwaletea video zenye urefu wa dakika zisizopungua nane. Mimi naamini nitakuwa vizuri siku moja kwenye issue nzima ya kusamarizi hizi video wetu, pia comment tupia like lakini kama unazielewa hizi video kwenye playlist ya TechIn8, usiache kusubscribe sababu zipo video nyingi sana. Sasa swali la kwanza, Sonic Boom ni nini? Hebu kwanza, hebu tusikilize mifano yake. Hii ni roketi ya Falcon 9 ikiwa inatua, ya umesikia ile sauti ambayo inatoka boom boom, ya yani mara mbili. Hii ni tofauti na ile sauti ambayo inatoka baada ya engine kuwaka mfano mwingine mzuri ni huu wa space shuttle ikiwa inatoka anga za mbali, huwa inakuja na spidi kubwa sana, hivyo inavunja ile sound barrier, napo tunasikia ile sonic boom. Sasa mimi nikitaka kuielezea sonic boom ni nini, huwa naenda kwenye mfano wa boti inayosafiri majini. Sasa kwa kuwa hii boti inasafiri kwa spidi kubwa kuliko maji inayoelea juu yake, ndio maana mawimbi hujitengeneza hapa mbele ya bot, sababu hii bot inasukuma maji ambayo hayataki kuipisha ili ipite, sababu yanasafiri taratibu kuliko spidi ya hii bot. Sasa jinsi hii bot inavyokata haya mawimbi, huwa kuna sauti inatoka. Sasa sauti kama hii ndo huwa inatoka pale ndege inaposafiri kwa spidi zaidi ya sauti, japokuwa hii sauti ni kuliko ile sauti ambayo inatoka kwenye maji kama boti inasafiri kwa spidi kubwa kuliko spidi ya ya maji. Lakini hii ndo concept ya kitu gani huwa kinatokea kama ndege ikiwa inasafiri kwa spidi kubwa zaidi ya sauti, na hii inatokana na sababu hewa na yenyewe inasafiri kwa spidi ya sauti. Sasa ndege itakaokuwa inasafiri kwa spidi zaidi ya sauti inamaanisha itataka kusukuma ile hewa ipishe hii ndege ipite, lakini hewa iwezi kaipisha haraka haraka hii ndege ipite yani, kama ndege inavyotaka sasa, matokeo yake hii hewa itatengeneza shockwave, yani sauti itasambaa, sababu hii hewa imekandamizwa sehemu ndogo sana. Hebu cheki huo, kuna tekniki mbalimbali mbali ambazo wana science wanaweza kutumia kupiga picha hizi ndege zikiwa zinapaa kwa spidi ya supersonic, yani spidi zaidi ya spidi ya sauti. Na utaona kabisa kwenye hizi picha hizi ndege zinatengeneza mawimbi fulani hivi, yani kama yale mawimbi ambayo yanapatikana majini kama boti ikiwa inasafiri lakini tofauti yake na mawimbi ya majini ni kwamba haya mawimbi yanatoka angani. Kwa kuwa yanatoka angani, yanaweza kasambaa kwenye eneo kubwa kweli, na yanatoa sauti kubwa sana, tofauti na mawimbi ya majini. Mawimbi ya majini hayawezi kusambaa kwenye eneo kubwa, sababu maji ni dense, ni mazito kuliko hewa. Kwa hiyo ndio maana kwenye hewa sauti inaweza kasambaa kwa umbali mrefu kweli kuliko majini, na hata mawimbi ya hewani huwa yanasambaa umbali mrefu kuliko mawimbi ya majini. Sasa just imagine umekaa nyumbani kwako alafu unasikia sauti ya sonic boom, yani ndege inapita juu yako ambayo inasafiri kwa supersonic speed, inamaanisha utasikia ile sonic boom kwa muda wa dakika tano au labda dakika kumi yani ule muda ambao hii jet itatumia hadi kupita juu yako, kwa inamaanisha hautakuwa comfortable kabisa, unaweza kadhani labda vita imeanza. Lakini pia sonic boom sometimes inaweza ikawa na nguvu kubwa kweli hadi ikasababisha matetemeko ya ardhi au hata kupasua vioo vya nyumba za watu. Kipindi ilikuwa inatoka anga za mbali, ilikuwa inapiga ile sonic boom hadi vioo vya nyumba za watu vinapasuka kabisa. Sasa hii ndio grafu inayoonyesha tabia ya sonic boom, huwa inapanda mwanzoni alafu inashuka, lakini mwishoni inapanda tena, yaani shape yake imekaa kama N, ndiyo maana huwa unasikia boom boom mara mbili. Sasa hii inamaanisha mwanzoni pale hii jet inapovunja ile sound barrier, sauti kubwa huwa inatoka sababu hii pressure wave huwa inajikusanya mara moja na kufiatuka kutoka kwenye hii ndege na kusambaa kwenye eneo kubwa, kutasikia boom. Lakini baada ya sekunde chache, haya mawimbi yataanza kusambaa kwenye hii ndege, yaani yataenda kwenye mabawa, yataenda kwenye mkia wa hii ndege na baada ya muda atajikusanya tena na kutengeneza shockwave nyingine, yaani hii ni ile boom ya pili. Kwa hiyo ndio maana utasikia ile boom, boom inafanyika mara mbili. Kwa hiyo inamaanisha ukiwa na uwezo wa kudesign ndege ambao haitaruhusu haya mawimbi kujikusanya kwa pamoja na kutoa ile sauti kubwa, utakuwa umepunguza hii sauti ya sonic boom inayotokea kwenye hizi ndege zinazosafiri kwa spidi kubwa zaidi ya spidi ya sauti. Kwa hiyo ndio maana NASA na makampuni mengine walianza kutest jet zenye mapua marefu. Kweli zingine zilikuwa zina uwezo wa kuongeza urefu wa pua yake pale zikiwa zinataka kwenda kwenye hii spidi ya supersonic. Idea hapa ni kwamba ile shockwave ikizalishwa kwenye pua ya hii jet itakuwa imejikunja sana na itakuwa imepinda sana kulingana na shape ya pua ya hii jet na mwisho wa siku itapata tabu sana kuungana na shockwave nyingine ili kutoa ile sauti kubwa kweli ambayo inafanya ile sonic boom isikike umbali mrefu yani hadi huku chini. Kwa hiyo nguvu ya shockwave hapa inapungua sababu sababu haya mawimbi hayapati ule muda wa kuungana kwa pamoja na kutengeneza shockwave kubwa. Sasa NASA baada ya kupata data za kutosha kutoka hizi test za hizi ndege ambazo zinapua ndefu lakini pia waliweza kupaisha jet kama nadhani ilikuwa ni F15, waliweza kuipaisha juu zaidi alafu akamwambia rubani awa anafanya manuva mbalimbali pale anapokuwa anataka kuvunja ile sound barrier, ili kuhakikisha kwamba ile shockwave inapandishwa juu na, na irudi chini sababu ikipandishwa juu itaenda anga za mbali lakini ikirudi chini ndiyo itakuwa na madhara makubwa kwa watu. Kwa leza kuchukua testi mbalimbali mbali, ili kuona namna gani wanaweza wakadisaini ndege ambayo itapunguza hii shockwave. Sasa walipopata hizi data ndipo wakaamua kutengeneza ndege. Sasa NASA walipopata hizi data za kutosha ndipo wakaamua kutengeneza hii jet ya X-59, yani ni jet dedicated kwa ajili ya kuifanya hii kazi, na hii jet imetengenezwa kwa muda wa miaka kumi, kwa hiyo ina teknolojia nyingi ambayo zitaifanya kupunguza ile ile sonic sonic boom, yani ukubwa ile sonic boom NASA lengo lao ni kupunguza hii sonic boom ifike hadi kwenye hale ambao haiwezi kawasumbua watu ambao wa wako chini ya jet. Na NASA wanasema hii ndege ya59 x sonic boom yake itatoa sauti ndogo, kweli ni kama wewe ukiwa unafunga mlango wa gali yako, ukiwa unafunga mlango wa gali, una sauti inatoka gaia itakuwa inatoka kwenye wenyeh ndege au watu ambao wa wako chini watakuwa wengine hadi amba wa sonic boom. Sasa kitu cha kwanza sasa design ya kwanza ambayo ukiiona utajua kabisa hii X59 ni, ni kwamba hii ndege inapua ndefu kweli, yaani hii poa yake ni ndefu kweli hadi rubani wa hii jet hawezi akaona mbele. Kwa hiyo ndio maana hii jet imewekewa kamera kwa mbele, ili huyu rubani aweze kutumia kamera za hii jet pamoja na kompyuta kumsaidia kutua, sababu aweze akaona mbele. Kwa hiyo wakati wa kutua pamoja na wakati wa kupaa, lazima atumie hizi kamera kuweza kupaisha hii jet. Lakini pia design nyingine ukiiona ni kwamba air intake za hii jet ziko kwa juu na hazijawekwa chini kama jeti za kivita. Hii ni kwa sababu X59 haijadesigniwa kufanya manuva kama jeti za kivita zinazotakiwa kufanya ambapo zikifanya manuva na engine ikiwa juu hizi engine zikakosa upepo. Hii X59 ni prototype, yaani ni jeti ambayo inatakiwa kudemonstrate kuwa una uwezo wa kupunguza ile sonic boom, kwa hiyo ndio maana wameamua kuweka hii wa air intake kwa juu. Lakini pia hii ina faida kubwa ukitaka kupunguza hii sonic boom, sababu shock wave vya kwenda hii, hii speed ya supersonic itokea hapa kwenye air intake, inamaanisha ishoko vitalipuka kwenda juu na sio kwenda chini, sababu ikienda chini itakuwa imezibwa na jet, kwa hiyo moja kwa moja itadunda kwenye jeti na kwenda juu. Kwa hiyo hii design na yenyewe inapunguza sauti ambayo inaweza ikasikika kwenye sonic boom ya hii jet ina design nyingi kweli ambayo inaisaidia kupunguza hii sonic boom, yani ile sauti ya sonic boom. Hata ukiangalia mabawa yake na vitu mbalimbali ambavyo siwezi nikavikava kwenye hii video fupi, nitakuwa sivitendei aki. Kumbuka hii jet imedizainiwa kwa miaka kumi. Kwa hiyo ni vitu vingi kweli ambavyo vinaifanya ifanye hii kazi kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo lengo la NASA kutengeneza hii jet, wanataka kukusanya data kwenye maeneo mbalimbali na kuwasikiliza watu kama wanasikia sauti kutoka kwenye hii jet ikiwa inapita juu yao. Na NASA wametega maikrofoni mbalimbali sehemu ambazo hii jet itakuwa inapita juu, ili kusikiliza hii sonic boom itakuwa ni ya kiwango gani. Je, itakuwa ni ya kiwango ambacho kinakubalika au bado kuna kazi inatakiwa ifanyike? Lengo lao hapa ni kuwapa hizi data wale wanaotunga sheria, ili waweze kufuta hii sheria ya kuruhusu ndege ambazo zinapaa kwa spidi ya supersonic kuto kupita kwenye makazi ya watu, sababu hii sheria iliwekwa kwenye spidi ya ndege na sio sauti. NASA wanataka ibadilishwe iwe ni kiwango cha sauti ambacho ndege inatakiwa kuachia pale inapokuwa inasafiri kwa, kwa spidi ya supersonic. Wasiweke limit kwenye spidi, kama ndege inaweza ikaenda spidi kubwa lakini ikatoa sauti ndogo, ya iliruhusiwe kusafiri na sio kwamba haitakiwi kusafiri kwa hii spidi ya supersonic kwa hiyo huenda NASA wakifanikiwa, tunaweza tukaanza kuona zile ndege ambazo zinabeba abiria na, na kwenda kwa speed ya supersonic, itakuwa ni amazing sana. Kumbuka ndege kama hizi zilikuwepo miaka ya nyuma, ndege kama Concorde, zilikuwa zinaweza zikafika speed hadi ya Mach 2.2 yani mara mbili zaidi ya spidi ya, za ya, ya sauti. Lakini kulingana na hizi sheria zilizowekwa, safari ya hizi ndege ikawa ni ngumu kweli, hadi zikaacha kutengeneza faida. Kwa hiyo ndio maana makampuni yaliokuwa nazitengeneza wakaamua kuachana nazo. Kwa hiyo issue hapa sio teknolojia ya kupaisha hizi ndege kwa spidi ya supersonic, ya hii teknolojia ipo tokea zamani. Hapa issue ni hizi sheria ambazo walikuwa wameweka, sababu hii sauti ya sonic boom ilikuwa na wabuguzi watu. Okay, asante sana kuangalia hii video. Jina langu ni Jmax the ATG, natumaini umeelewa kuhusu hii concept ya sonic boom, usiache kuangalia video zingine ambazo zipo kwenye playlist ya TechIn8. bye, bye.